Ujambo na karibu katika makala ya siha njema. Mimi ni Carol Corir. Mwezi Juni ni mwezi wa uhamasishaji wa afya akili, haswa miongoni mwa wanaume. Tafiti kadhaa zimebainisha bado kuna idadi ndogo ya watu wanaojitokeza hadharani kupata msaada kuhusu afya akili, haswa miongoni mwa wanaume, licha ya kuwa ni sehemu ya afya ambayo ina umuhimu kama afya ya sehemu zingine za mwili. Katika makala haya tunaangazia namna ambavyo mwili wako unaweza kukupa ishara ya matatizo ya akili. Nimeanza kwa kuzungumza na daktari mkuu wa afya ya akili katika hospitali kuu ya rufaa nchini Kenya ya Kenyatta kuhusu uhusiano kati ya utendakazi wa mwili wa binadamu na afya ya akili. Kwa jina naitwa Dr Violet Okech, mimi ni daktari mkuu kwa upande wa wagonjwa za kiakili pale hospitali ya Kenyatta National Hospital, Nairobi, Kenya. Sisi binadamu uko na mwili, uko na uh, spirit na uko na soul. Kuna vile uko na mawazo, kuna vile unafikiria, kuna vile unawaza, kuna vile unaongea na pia kuna vile kichwa chako kinabeba akili, akili yako. Na pale katika akili yako ndio command center. Ndio ile ambayo ina inaelekeza vile unasikia, vile unahisi, vile unainteract na environment na vile unainteract na, na wenzako. Sasa mwili wako ukiwa mgonjwa nawe pia akili yako itaweza kupata ugonjwa. Tuseme hivi. Unaweza kwa for example unapata kwamba sukari yako iko chini. Wakati sukari yako iko chini unasikia unatetemeka, unasikia uh, un, una um, um, mwili ni mlegevu, unaweza ukapata kwamba hata unaweza kuzirai. Vile vile, wakati kuna hormones ambazo zikiwa chini mtu anaweza kawa anapatikana na ugonjwa wa akili, kama for example hormone ya thyroid ikiwa chini unaweza kuwa unaweza ukajipata kwamba unakosa furaha, unakosa, un, unakosa nguvu, unapata, unalala saa zote, unapata mwili unaongezeka ratili, na wewe huli saa zote, unasikia uko umechoka, usiku, unasikia mwili wako hata hata ngozi inakuwa brittle na dry kabisa, saa zote, hata hauna mudu, unasikia kuna huzuni mwingi. Sasa kuna watu ambao saa zingine wanapata ugonjwa wa depression ama sonona, ni kwamba huyo mtu katika akili yake kuna upungufu wa zile kemikali ambazo zinamsaidia aweze kutambua kwamba hii ni wakati wa furaha, ama hii ni wakati wa kuwa na huzuni, ama hii ni wakati wa kukasirika ama kutokasirika. Sasa hizo kemikali zimepungua katika akili yake, na inaweza kuwa inatembea katika damu na inaweza kuwa kwamba imetembea katika damu kwa hivyo, utapata pengine huyu mtu akona hiyo shida ya depression na jamii yake pia, alikuwa na anti yake mwingine pia alikuwa kona hiyo. Kisha nimeungana pia na mtaalamu mwingine wa afya ya akili kujua ni kwa namna gani mwili wako huzungumza. Mimi naitwa Ionis Olao, nimefanya kwa hospitali ni retired nurse na nikafanya counseling. Mara nyingi unakuta watu hawashughulikii mambo ya afya ya akili lakini kwa mwili wanashughulikia. Mtu akiwa anaumwa na meno ama jino, utaona mtu ameenda hospitali na anatafuta usaidizi kabisa, lakini mambo ya akili, mtu anaweza kosa kulala ama ameona picha ama ameona ajali ama ameona mambo ambayo inamtatiza, inampatia mawazo ambayo inamsumbua, lakini huyo mtu utaona amekaa na hizo shida zake, ana, a, a, aoni kama ni shida lakini kwa sababu anaendelea na kazi yake, anaona tu ita, itaenda kuisha ile shida. Iko ni kwamba ile mambo iko kwa akili inatawala mwili yako. Kwa hivyo usipoenda kwa hospitali ama usipoenda kwa ushauri, utakuta unaendelea kukosa kulala, itasumbua vile mwili inafanya kazi, na pia itakuletea madhara zingine kama ya kukosa amani ama ku kuwa na mental health issues ama useme tu sasa akili ume akili imepungua. Na ni vizuri tuendelee kufanya mambo ambayo inasaidia afya ya akili kabla mtu ajapata shida ya akili ama ugonjwa wa akili, kwa sababu kutibu ugonjwa wa akili inakuwa gharama sana, kwa sababu sasa mwili imejaribu kukusaidia ku, ku, upunguze hii shida lakini imeshindikana, kwa sababu sasa unaona ulikosa kulala na kesho utakosa kulala na inaendelea hivyo mpaka sasa mwili iseme, hapa siwezi kusonga mbele, labda mwingine akusaidie. Ta, sasa uhusiano kati ya mwili, utendakazi wa mwili wako wa kawaida na afya ya akili. Kwa mfano, wakati mtu unapatwa, unaumwa na kichwa Mtu utachukua panadol lakini hujazingatia nini hicho ambacho kimesababisha umwe na kichwa. Unajua, dada, watu wengi hawajui kwamba mwili inaongea kila wakati. Wakati umekosa kulala, mwili itakuwa uko na, mtu anaamka ako na hasira, labda ana anaona ana nguvu na hata kama anaendesha gari ama kama anapika, utaona amevunja kikombe ama kufanya ajali ndogo ndogo. Unaona? na kwa sababu hatuonelee kwamba hiyo inatokana kukosa kusingizi. Hakuna vile mtu ataanza kusema, eh, ni vizuri nilale. Kwa hivyo, kitu ya kwanza ni kwamba tuangalie mwili zetu inatuongelesha kivipi, na ikituongelesha ni hatua gani tutachukua kwa sababu mwili inaongea kila siku. Ukiamka asubuhi, inaongea vile inaongea kulingana na vile figo ilifanya kazi, na ile mkojo inakwambia figo yako iko sawa. Kuna dawa zingine ukimeza ukienda kwa choo asubuhi, harufu ya hiyo dawa itakuwa. Kwa hivyo mwili inaongea. Ile shida ni kwamba sisi binadamu atusikize mwili ama kama tunaisikiza hatutaki kuchukua hatua kuisaidia hii mwili, tuna exhaust hii mwili mpaka ifike mahali sasa tunakuwa na shida ya akili, ugonjwa wa akili. Kuna changamoto katika watu kutafuta matibabu ya afya akili kutokana na ile unyanyapaa. Pengine kuna mazoezi, mambo ya kawaida ambayo mtu unaweza ukafanya usiishie kwenye hospitali, mambo ambayo unaweza kujifanyia nyumbani, mambo ambayo unaweza ukafanya ukiwa peke yako, ukiwa unafanya shughuli zako tu za kawaida na ikakupatia uwini. Ya kwanza ni kutembea, kila mtu inafaa tutembee. Wakati unatembea hata kwa forest tuseme unatembea tu hata mguu tupo, kuna vile mawazo nyingi zinatoka, na hiyo ni kitu kila mtu anaweza fanya. Ni vizuri kila mtu ajue, najua ni vizuri tuko na viatu, lakini siku gani unatoa viatu, ukanyage matope na mguu kwa sababu hii mwili iko na kitu tunaweza sema kama umeme, na ni vizuri itoke, na inaweza toka tu wakati tumekanyaga udongo. Kwa hivyo ni vizuri, na kuna utafiti imefanywa vile kanyaga udongo inasaidia kutoa ile umeme iko kwa mwili. Hata kama unaenda kazini, tafuta hata siku moja kwa wiki ama baada ya wiki mbili upate mahali utaweza kukanyaga udongo, ndio mwili ipate ku- kuhil ama upate kutoa ile umeme iko kwa mwili wakati tunacheka ile kitu hatuelewi. I mean, tumechukulia kwa sio kwa muhimu sana. ni kwamba kucheka ni dawa, hata imeandikwa kwa Biblia hmm. kucheka ni dawa. Wakati umecheka ile homoni ya stress inapunguzwa, na ile homoni ya ile inakupatia amani, ile inakupatia furaha inaongezeka ikiwa imeongeseka, unajua utakuwa na huzuni. Inakuwa tu kama wakati uko na friji, ukipunguza ile nani, ile thermostat ya friji iwe aina is inatoka, chakula itaharibika, na pia mwili inaharibika. Wakati umekasirika kila wakati, wakati uko na stress, inaharibu mwili. Sa utafiti inasema ukikosa, ukiwa na stress, uko na hasira kuna magonjwa zinakuja kwa mwili, kwa hivyo ni vizuri watu wapate nafasi ya kucheka na tuko na midomo, pata nafasi kucheka, hakuna kitu utanunua, ni bure whistling pia na kuimba. Unajua wakati tumekasirika sana, kuna kakitu inakuanga imeshika hapa koo hapa kwa shingo, ni kama unasikia uwezi ongea vizuri na imeshika kabisa, ina block, na ni vizuri tutoe hiyo sauti whistling na pia kutoa tu hii sauti ya kufanya labda nifanye ni, ni, ni, ni tu hapa like, uu... kwa sababu wakati tumefanya hiyo naye pia inasaidia kwa akili kulainisha vile akili inatoa mawazo basi kufikia hapo tunatamatisha makala ya siha njema. Kumbuka, afya yako ya akili ina umuhimu sawa na afya ya sehemu zingine za mwili. Mimi ni Carol Korir, hadi wakati mwingine, kwa heri.